Nimesikia ikisemwa kwamba akili ya kawaida si ya kawaida tena, uwe huwezi kupata mengi yake siku hizi, na na naamini hivyo, lakini pia naamini kwamba akili ya kawaida haijawahi kuwa ya kawaida kwa wanadamu kwa kweli. Leo katika safari yetu ya hekima katika kitabu cha Mhubiri tutagundua kwa nini. Sasa tuko hapa katika sura ya kumi, na Sulemani atatumia maneno mpumbavu, upumbavu mpumbavu mara tisa tofauti. Maneno yote matatu kwa njia yanaelezea mtu ambaye ana akili ya kawaida ambaye anaishi maisha mbali na Mungu. Sasa Sulemani anafungua sura hii kwa mfano inaweza kutushangaza kidogo leo, lakini anaandika hapa katika mstari wa kwanza, nzi waliokufa hufanya marashi ya mtengezaji kutoa harufu mbaya, hivyo upumbavu kidogo unazidi hekima na heshima heshima, au sifa ya heshima. Sasa unaweza kufikiria kwamba katika siku hizi za kale hakuna mtu aliyevaa marashi. Kwa hiyo anazungumzia nini? Nam, tumegundua leo kwamba katika ulimwengu wa kale utengenezaji wa marashi ulikuwa sayansi yenye ujuzi wa hali ya juu. Sasa tunajua kwamba katika siku za kizazi cha nabii Danieli uko Babeli, watu wenye hekima, mamajusi, walikuwa wale waliohusika na kulinda fomula bora za marashi wafalme wakati wa siku za malkia Esta walikuwa na wafanyabiashara wakizunguka ulimwengu unaojulikana wakitafuta harufu mpya, manukato mapya, marashi bora zaidi. Naam, bila shaka, chupa ya marashi ya gharama kubwa zaidi inaweza mara moja kuwa haina dhamani ikiwa mdudu yaani nzi ataingia kwenye fomula na kuharibu chupa nzima. Kwa hiyo Sulemani anafanya uhusiano ambao hatupendi sana kufanya, lakini akili ya kawaida inatuambia ni kweli. Kama vile nzi mdogo aliyekufa anaweza kuharibu marashi ya gharama kubwa, upumbavu mdogo unaweza kutia kivuli wenye sifa nzuri. Wacha niweke hivi: dhambi ndogo zinaweza uharibu sifa ya kiungu. Uh, uongo mdogo tu, kuongeza kidogo kwenye akaunti ya gharama kwa udanganyifu, kutia chumvi kidogo kwenye wasifu wako au kwenye mitandao ya kijamii. Upumbavu mdogo, upumbavu mdogo ambao unaweza kusababisha matatizo makubwa kwa sifa ya mtu. Tunaona ikitokea miongoni mwa viongozi duniani leo, na kwa bahati mbaya tunaona ikitokea kanisani. Ghafla dhambi fulani inafichuliwa na kile kilichokuwa harufu ya uadilifu na heshima yote, yanaanza kunuka, inanuka kwa unafiki na udanganyifu. Nimewatembelea watu gerezani, na kwa njia, tunapokea barua hapa Wisdom International kila wiki kutoka kwa wafungwa wanaosimulia hadithi zao, na yote ilianza na hatua moja ndogo ya upumbavu, na na uamuzi mmoja mdogo wa upumbavu. Ninakumbuka mwaka wa 1859 wakati Charles Spurgeon, mchungaji maarufu wa London, alihubiri mahubiri aliyoyaita dhambi ndogo. Katika mahubiri hayo alisema hivi: watu wenye hekima wamekuwa wakihofia dhambi ndogo. Ulimwengu wa uovu umefichwa katika kitendo kimoja au wazo au mawazo ya dhambi, na kwa hivyo wamejiepusha nayo. Dhambi ndogo hupelekea zile kubwa. Hiyo ni kweli sivyo? Nikuonye mpendwa, sasa ni wakati wa kufanya ukaguzi wa moyo ili kuhakikisha uko mbali iwezekanavyo na na upumbavu mdogo. Nzi mdogo anayezunguka akilini mwako moyoni mwako anaweza kuharibu maisha yako isipokuwa utoe kifagio cha nzi na ukabiliane nayo. Sasa hebu nikukumbushe kwamba katika miaka yake ya baadaye, Sulemani alitubu upumbavu wake, maamuzi yake ya dhambi, na tunajua hilo. Kutoka kwenye shajara yake binafsi hapa, kitabu cha Mhubiri, Sulemani anaandika haya hasa ili kumwonya mwanawe Rehoboamu. Sulemani anajali kuhusu mwanawe yeye, yeye hivi karibuni atatawazwa uwa mfalme wa Israeli, kwa hivyo onyo linaendelea hapa. Katika sura ya kumi na moja Sulemani anaandika haya katika mstari wa tisa: furahi ewe kijana katika ujana wako, na moyo wako ukufurahishe katika siku za ujana wako tena Sulemani hajaribu unajua kuharibu sherehe ya mwanawe anamtia moyo na na anatutia moyo sote kuwa na roho ya furaha maishani. Kwa kweli, kujifunza kufurahi popote Mungu alipokuweka leo ni mojawapo ya njia bora za kupambana na wale nzi wadogo wa kutoridhika na kukata tamaa. Unaweza kuwa unafikiria wakati huu, vema vema, nifanyeje hivyo? Vema, unaweza kumshukuru Bwana kwa e, kitu fulani sasa hivi. Fanya aina hiyo ya shukrani kuwa mazoea ya kila siku. Anza na kitu kidogo, kisha kisha endelea tu kwa namna hiyo. Mwombe Bwana akupe macho ya kuona zawadi zake zile ndogo ndogo na na kisha zile kubwa nana na amua sasa hivi mpendwa, kwamba utatumia vyema siku ya leo. Wakati Sulemani anaendelea kuandika hapa katika mstari wa tisa, tembea katika njia za moyo wako na macho yako. Unaweza kutafsiri hivyo fuata misukumo ya moyo wako na matamanio ya macho yako. Na najua unachofikiria, unawaza kwamba vizuri, hiyo itakuwa hatari, na uko sahihi. Lakini Sulemani anaongeza kigezo hiki hapa kwenye maandiko: lakini fahamu kwamba kwa mambo haya yote, Mungu atakuleta kwenye hukumu. Kwa maneno mengine Sulemani anasema, angalia, una uhuru wa kuishi maisha yako. Kumbuka tu uhuru wako una uzio kuzunguka, kuna mipaka ya sahihi na makosa iliundwa na Mungu. Kitu kinaweza kuwa cha kufurahisha, lakini pia kinaweza kuwa upumbavu. Inaweza kuwa upumbavu. Uhuru wako mpendwa, unakuja na uwajibikaji. Kwa hivyo hakikisha furaha yako haivunji utakatifu. Sulemani anaandika sasa hapa katika mstari wa kumi, ondoa hasira kutoka moyoni mwako. Hasira kwa njia inamaanisha hasira na uasi, na uondoe maumivu kutoka mwilini mwako. Maumivu katika mstari huu yanawakilisha dhambi. Kwa maana ujana na alfajiri ya maisha ni ubatili. Kwa maneno mengine, dhambi na uasi hatimaye hupelekea maisha matupu. Sasa kwa hayo sura ya kumi na mbili inaanza, na Sulemani anaandika kutoka kwa ushuhuda wake binafsi. Anasema hapa katika mstari wa kwanza, mkumbuke pia Muumba wako katika siku za ujana wako, kabla siku za uovu hazijaja na miaka inakaribia ambayo utasema sina furaha ndani yao. Sulemani anasema hapa kitu ambacho unajua, muumini mzee anaweza kuwa alikuambia, kabla siku za uovu hazijaja. Hiyo ni rejeleo la matatizo na majuto ya uzee. Unajua, kabla ya siku hizo kuja, hakikisha unamfuata muumba wako Mungu ili upunguze majuto hayo. Utazeeka na kwa kweli utaanza kusahau mambo, lakini hutaki kamwe kusahau hili, kwamba katika miaka hiyo ya awali ulimkumbuka muumba wako Mungu. Hiyo inanikumbusha hadithi ambayo mtu aliniletea muda fulani uliopita, ambayo unaweza kufurahia kuhusu marafiki wa chuo waliamua kuwa na mkutano kila baada ya miaka 15 ili waweze kukumbuka urafiki wao kubaki na mawasiliano kwa hivyo miaka 15 baadaye, walipofikisha umri wa miaka 35, waliamua kukutana katika mgahawa wa Glowing Embers kwa sababu ulikuwa mahali panapofikika kwa urahisi. Miaka 15 baadaye, walijadili wapi wakutane na kula chakula pamoja, na waliamua kwenda kwenye mgahawa wa Glowing Embers kwa sababu walipenda menyu. Miaka 15 baadaye wakiwa na umri wa miaka 65, walikutana tena na kujadili wapi waende kula, na wote walikubaliana, twende tukale kwenye mgahawa wa Glowing Embers, kwa sababu ilikuwa tulivu na ya kupumzika. Na kisha tena baada ya miaka mingine kumi na tano, sasa wako na umri wa miaka themanini, walizungumza kuhusu wapi wakutane na waliamua kwenda kwenye mgahawa wa Glowing Embers, kwa sababu hawajawahi kula hapo kabla. Huh? Kweli. Huwa tunasahau mambo mengi tunapokuwa wazee. Solomoni anawaambia vijana hapa kwamba wakati bado ni vijana, wanahitaji kuchonga kwenye kumbukumbu zao ukweli wenye nguvu. Kumbuka kwamba Mungu alikuumba, muumba wako Mungu. Ulipangwa, uliumbwa na Mungu na uwezo wako wa kipekee, na hata ulemavu wako. Kumbuka kwamba haijalishi wewe ni nani, unawajibika kwa Mungu sasa na pia mwishoni mwa maisha yako. Na kumbuka una maisha moja tu, kwa hivyo usiyatumie kwa upumbavu na na ujinga. Usitumie maisha yako ufukuza nzi, watapotosha harufu nzuri ya sifa ya kiungu. Kumbuka muumba wako katika siku za ujana wako. Maneno ambayo Sulemani anatumia hapa kwa kumbuka, katika mstari wa kwanza, yanamaanisha zaidi ya kukumbuka kitu au kuleta kitu akilini. Yanabeba wazo la kufanya ahadi, kufanya uamuzi unaoongoza kwa hatua. Kwa hivyo hapa ndipo hoja ipo. Haijalishi una umri gani, jitolee leo uishi na mungu na kwa njia. Huo ndio uamuzi wa busara zaidi utakaowahi